Sawa sawa? Eh, tushaomba kwa ajili ya neno. Wafilipi mlango wa pili. Wafilipi mlango wa pili. Mstari wa kwanza hadi wa nne. Philippians chapter 2 verse 1 to 4. Kama kukiwa na jambo lolote la kutia moyo katika Kristo, kukiwa kukiwako faraja yoyote katika upendo kukiwa na ushirika wowote katika roho, kukiwa na wema wowote na huruma, basi ikamilisheni furaha yangu kwa kuwa na nia kama hiyo, mkiwa na upendo huo huo, wenye roho moja na kusudi moja. Msitende jambo lolote kwa nia ya kujitukuza, bali kwa unyenyekevu kila mtu akimhesabu mwenzake mwengine bora kuliko nafsi yake. Kila mmoja wenu asiangalie mambo yake mwenyewe tu bali pia ajishughulishe na faida ya wengine. Bwana asifiwe. Nilisoma katika neno translation ya neno Biblica NIV, lakini ile ambayo nimetumia katika eh, kuandaa funzo letu siku ya leo ni Swahili Union Version ile ya Bible Society na Habari Njema ambayo inasema hivi: basi ikiwapo faraja yoyote katika Kristo, yakiwapo matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwapo ushirika wote wa roho, ukiwapo huruma yoyote, yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu, kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Five ambayo hatujasoma ni iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mada ya mafunzo ya siku ya leo ni ushindi katika ushirika wa Wakristo. Victory in the Christian fellowship. How do you want to experience that victory as you fellowship or as we fellowship with one another as Christians? Ndiyo jambo ambalo Paulo anazungumzia. Ningetaka tuelewe hii ya kwamba Paulo alipokuwa akiandika barua hii alikuwa katika jela. He was in prison. But alikuwa nazung, anafikiria kuhusu kanisa la Wafilipi, kanisa ambalo yeye alienda kuanzisha wakiwa na Sila, akaenda kukutana na kina Lydia pale karibu na, na mto wakawanenea neno la Mungu, kawakaribisha kwao nyumbani, watu wakafunzwa na pia wakashikwa. Unakumbuka Paulo na Sila walipo katika walipokuwa katika jela, wakaomba mlango wa gereza ikifunguka. Hiyo ni kanisa ya Filipi, kanisa ambalo aliweza kulianzisha na aliweza kuongoza watu kwa Kristo akiwa sasa sehemu mbali na wao, anawaandikia kuhusu jambo hili hili. Wapendwa, tuweze kuona ya kwamba tuna ushindi katika ushirika wetu wa Kristo. Tunafaa kufanya nini? Ni nini nadhihirisha ya kwamba sisi tukikuja hivi kukaa katika kanisa la Kristo? What shows that we are authentic, we are genuine what is the opposite of genuine and authentic ni nini? Fake, yani gushi. Sasa tunapokuwa na ushirika ambayo ni kamilifu au timilifu isiyokuwa gushi, kuna mambo mawili ambayo yanaonyesha ushirika kama hiyo. Jambo la kwanza ni umoja wetu. Umoja wetu, our unity mahali ambapo wanakutu, watu wanapokutana waweze hata kuimba, waweze kufanya matoleo, hata wafanye kila kitu, wafurahie kila kitu, lakini pasipokuwa na umoja God designed the Christian fellowship to be marked by unity. Mungu aliunda ushirika wa Wakristo wa uwe unadherishwa namba wani na nini? Umoja. Katika somo ambalo tumeonyeshwa nataka kuwarudisha to the second clip ambayo iko pale. There is a logical argument ambayo Paulo aliweka akasema, if then by hiyo, ndio vile anasema ikiwepo faraja. Kuna vitu vine foundation: ikiwapo faraja yoyote katika Kristo ndani yenu, yakiwepo matulizo yoyote ya upendo wa Mungu ndani yenu na ukiwepo ushirika wowote wa kiroho ndani yenu, ikiwapo uruma na rehema yoyote ndani yenu, Paulo akiwa kwenye jela akasema nini? Ijazeni furaha yangu eh? fulfill my joy as my spiritual children. Kwa kufanya nini? Kwa kuwa na nia moja kwa kuwa na mapenzi mamoja, kwa kuwa na roho moja, mkinia mamoja. Mnapofanya hivi, kuna mambo pia tumeambiwa tusitende, tutende mambo matatu na si tusitende mambo <coughs> mambo matatu. Mambo ambayo tumeambiwa tusitende ni kutokuwa kutotenda neno lolote kwa kushindana, wala kwa majivuno. Tusitende mambo yote kinyume na unyenyekevu. Bali kila mtu amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Tatu, kila mtu kutoangalia mambo yake mwenyewe. Bali kila mtu pia ajali na wengine. The design that God wants to be experienced in his church. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vya four foundations: three things that we should not do, three things that we should do and three things that we should not do. Indio the argument ambayo naona katika verse one mpaka verse four. Ni nini ambayo tunafaa kufanya? Nimeanza na kusema umoja wetu. Mahali ambapo hakuna umoja, hakuna Mungu. Hiyo naweza kuwa chama inaweza kuwa club lakini si kanisa. Mahali ambapo amna umoja, the design of Christ. Ikiwapo faraja yoyote katika Kristo, yakiweko matulizo yoyote katika Kristo. Tumezungumza Yesu alipokuwa akijiandaa kwa ajili ya mateso yake ili atukomboe, in katika Yohana mlango wa kumi na saba, mstari wa, mlango, wa kumi na saba aliombea kanisa aliombea wanafunzi wake na aliombea kanisa nataka tuangalia tuangalia yohana kumi na saba mstari wa kumi na moja yesu akasema hivi wala mimi simo tena ulimwenguni lakini awa wamo ulimwenguni ni mimi na wewe nami naja kwako baba kwako baba mtakatifu Sio Pope anazungumza kuhusu babake Mungu. Baba, kwa jina lako liloninipa uwalinde hawa. Yesu akatuombea ili kwa jina alilopewa yeye Bwana atulinde hawa. Lakini akasema nini? Tulindwe ili, ili tuwe nini? Ili wawe na umoja kama sisi tulivyo nayo. Amen. Ni ombi la Kristo the desire of Christ that we have experience of unity vile ambavyo yeye na babake walio nayo. Yohana mlango wa kumi na saba mstari wa ishirini na moja wote wawe na umoja, ni mimi na wewe tena. Ndio Yesu anaendelea kuombea, kama wewe baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, au nao wawe ndani yetu, ili tuweze kuwa ndani, na, ndani ya Kristo, tunafaa kuwa na umoja kwa sababu gani? Hili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Wakati mwingine, wakati ambapo tunakuwa na mafarakano, mapigano na hatuna umoja katika kanisa, tunafanya ulimwengu usisadiki Kristo. Yohana mlango wa 17 mstari wa tena Yesu akiendelea kuomba akasema hivi, nami utukufu ule ulionipa nimewapa hao. Imagine we've been given the glory that God gave to son. Tumepewa utukufu. Watu wenye kupewa utukufu <coughs> wanafaa kudhihirisha utukufu uliomo ndani yao hivi, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Akizungumza kuhusu umoja uliopo katika utatu mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako umoja ni lazima katika kanisa, umoja ni lazima katika kanisa. Pasipokuwa na umoja, hiyo si kanisa it's Zaburi mlango wa 133 133, inazungumza hivi ni jambo zuri na la kupendeza sana, ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri ya tiririkayo kichwani, mpaka kwenye ndevu zake Aroni, mpaka upindoni mwa vazi lake shingoni, amen na kama umande wa milima Elmoni uangukao juu ya mlima wa Sayoni. Ni kitu ambacho kinapendeza sana, na neno la Mungu linasema hivi huko Mwenyezi Mungu ameahidi kuwabariki watu wake. Mungu unena baraka zake juu ya mahali ambapo kuna umoja, kumaanisha kwamba mahali ambapo hamna umoja, hamna baraka za Mungu. <coughs> kuwapa uwai usio na mwisho, wanaweza wasifiwe. Huenda hatuoni baraka za Mungu katika ushirika wetu au katika maboma yetu, kwa sababu hamna umoja. Mahali ambapo kuna umoja, Mungu unena baraka zake. Warumi mlango wa kumi na mbili mstari wa kumi: pendaneni kindugu Friendly brotherly love eh? Kila mmoja amfikirie kwanza mwenzake kwa heshima ya kwanza ni ndugu. Tunapokaa kanisani pale, unaponitazama unifikirie kwa wema mimi mwenzako na kwa heshima Amen. Uenda Pengine upendi vile ninavyokaa, sura yangu pengine haikuridhishi, au pengine uh, ukoo wangu haukuridhishi, sawa, pengine mahali ambapo nimezaliwa, my Sunday may not impress you, lakini ujue kwamba kuna kitu kimoja ambacho Mungu amenipa na amekupa Amen, na tunaenda kusherekea hii siku ya Pasaka. He died on the cross. Akasema, telestai. It is finished. The transaction is complete, but the, the outcome is eternal. Amen. Mungu alimtuma Yesu afe kwa ajili yangu. Kama vile alivyomtuma afe kwa ajili yako. Kwa hivyo tuko katika ushirika moja na tupendane. Katika Wagalatia, Mlango wa tatu mstari wa ishirini na sita mstari wa e, mpaka ishirini na nane anasema hivi: kwa njia ya imani nyinyi nyote mumekuwa watoto wa Mungu. Amen. Kwa kuungana na Kristo, nyinyi nyote mliobatizwa mkaungana na Kristo, ni kama vile mumemvaa Kristo hiyo hakuna tena tofauti kati ya Myahudi na Mgiriki. Hapa tuna Myahudi wa ya Mgiriki. He is talking about the Jews and Gentiles. Lakini hapa nataka kusema, hakuna Mrendile, hakuna Msamburu, hakuna Mgabra, hakuna Mturkana, hakuna Mborana, hakuna Mkamba, hakuna Mluya, hakuna Mjaluo, sisi wote, hakuna Mkalenjin, sisi wote ni wamoja katika Kristo. Amen. Hakuna mtumwa wala mtu huru, hakuna mwanamume wala mwanamke. Nyote ni kitu kimoja kwa kuungana na Kristo Yesu. Somebody say amen, amen. Atakaye ubiri Injili yoyote ambayo ni kinyume na hii, haubiri Injili ya Yesu Kristo. Amen. Jambo la pili, I've talked about our umoja wetu. Na jambo la pili ambalo nataka kuzungumzia ni kuhusu uhusiano wetu. You cannot claim to have a perfect vertical relationship with Christ when you have a rotten relationship horizontally with the people that you see. Kama una uhusiano ambao ni kamilifu na watu ambao unawaona hivi, you cannot purport to have a good relationship with God. Kwa maana huyo Mungu ndiye aliwaumba hawa unaoishi na wao, and the measure of the healthy vertical relationship is seen in a horizontal relationship. Wanaweza asifiwe akasema hivi, msitende neno lolote kwa kushindana wala <laughs> majivuno. Hiyo ni verse 3 and verse four bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. The the moment when I Diba ceases to be the priority for myself, na niweke Ezekiel kuwa namba one, na mimi niwe tu hapa nyuma, relationship zetu zitakuwa sawa. The biggest enemy katika uhusiano wa wanadamu ni ubinafsi, selfishness, self-centeredness is the the biggest enemy. Mimi mimi na mimi, me, me, me. Me myself and I kills fellowship, but when I think about others <coughs> Just a very funny illustration. Have you ever gone? Umewahi kwenda seminar? Seven, seminar, seminar mahali ambapo kuna self-service. When self-service turns into selfish service, muliwahi kuenda ya mambo? Eh? Very shameful. Mtu anabeba kila kitu. Aweza hata kubeba, anaweka vingine hapa, anaweka vingine hapa, anaweka vingine hapa. Then after 5 minutes, amebakisha. Na kuna mwingine pale ame kosa. Hiyo is an example of human selfishness. Unajifikiria tu wewe, Pekee yako. You don't need all that. But you decided to take that because unaona wewe tu ndio unafaa ku. Katika maisha yetu si wakati mwingine tunajifikiria? Wakati tuko kwa barabara Most drivers are selfish. Juzi nilikuwa napeleka watu wengine, nilikuwa dereva yao, tulichelewa mahali, we were rushing to the from project moja to the next, so tulikuwa kwa highway, nilikuwa at 140. I was on the steering 140, then another stupid man ambaye alikuwa anaenda left, sasa anaanza kutembea hapo katikati, eh, huko mbele ni bridge. The rest is history. We are alive. alivesa So, human beings human beings are selfish. Utterly selfish. Hiyo ni default setting ya wanadamu. But when Jesus Christ comes into you na unapova Yesu, things are different. You start thinking differently. Wapendwa, tunaambiana tunaambiwa, katika Galatia mlango wa sita mstari wa pili, saidianeni kubeba mizigo yetu yenu kwa hivyo mtatimiza sheria ya Kristo. Beba mzigo ya mwenzako. In the world today when somebody is in trouble, what do you say? Kila mtu abebe kila mtu abebe mizigo yake. Lakini Biblia inatuambia nini? Tubebeane mizigo sisi kwa sisi. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa tatu, ushuhuda ambayo Yohana anatoa katika uhusiano wetu kama Wakristo, tulichokiona na kukisikia ndicho tunachowatangazieni nyinyi pia. Anawaambia Wakristo pale, hili mpate kushirikiana nasi katika umoja tulionao na Baba na sasa vile tunaweza kushirikiana katika injili. Leo tunachangia Moi Girls Chapel. Uhusiano wetu wa Kikristo na hao watoto wetu na wale ambao watapitia very many generations ambao watapitia. Ya. Yeah. Niko na katoto ya 3 years na miezi. Maybe kesho atasoma Moi Girls, as I contribute I'm building a chapel for my daughter. Amen. Moses ana moja sahi, lakini ataweza kuzaliwa baadaye. Moses is is contributing for that daughter who is in his niece now. So, haja hajatoka bado yuko. Amen. Tunaelewana? hau pengine wasichana watakawapitia pale, si watakuwa wajukuu wetu for the next many generations. Let's think, unajua weakness yetu kubwa ni ubinafsi. If a Muslim, ambaye amebarikiwa anaweza kujenga msikiti kivi yake mtu mmoja. Why should it take us 5 years kujenga kachapo moja? Ya prison is the shame of the church. So, ukipita hiyo kanisa ile ile, unajua hiyo kachapo, hiyo chapo ya prison ilijengwa na makanisa yote wa Kristo wote wa Marsabit, that's a small thing But the mosque of prison was built by an individual and it's bigger than that church. Hizo pesa utaziacha hapa na wengine watakula. Tumia wakati uko hai kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Hallelujah. Tushirikiane katika Injili vile ambavyo Yohana alivyokuwa akihimiza Wakristo wakati huo. Warumi mlango wa kumi na sita mstari wa saba, tafadhali mushikilie. Sikie, hii ni neno la Mungu, si maneno yangu. Ndugu zangu, na wasihi mwafichue wote wanaosababisha mafarakano, wale ambao wanaleta division in the church eh, na kuwafanya watu wengine waanguke, kinyume cha mafundisho mliofundishwa. Jiepusheni na watu kama hawa. Mnanielewa? katika kanisa, division in the church is never caused by external forces. It's caused by internal forces, wale Wana ambao wanaenda kueneza uvumi na chuki kati ya ndugu ili ndugu wasiweze kuangalia, wasiwe na mtazamo moja. Tujiepushe na watu kama hawa na tuwafichue, tunawaambia shetani, rudi nyuma. Amen. Warumi mlango wa kumi na tatu mstari wa kumi na e, kumi na mbili e, mstari wa kumi na tatu ninamaliza: wasaidieni watu wa Mungu katika mahitaji yao. It's about our uhusiano wetu, si ndio? Wapokeni wageni kwa ukarimu. kuna mtu, I remember, AIC Kilifi, it was around 2006, I guess. Tukiwa tunakaa katika kikao ya wazee wa kanisa. I was a, I was a pastor there for some time. Mtu akakuja akasema, jameni, mke wangu amejifungua na operation, nisaidieni. Wazee wakasema, wacha tumalize hii kikao alafu tutakushughulikia. Alituacha pale, akaenda to the bar, alienda kwa by the way, alichangiwa they left everything <laughs> kata, but sisi tukasema wacha tumalize kile ambacho tuko atuja mnyima. Sawa, so, akaenda kwa bao kwa ba wakamchangia na pesa ya cs at general hospital yakilii ak aka na ebu niambie, huyu kesho yake siku ya Jumapili wapi? Ataenda wapi? Kwa sababu gani? Eh? Alisaidiwa huko. I appreciate our church because whenever somebody comes anashare mahitaji yake, tunafanya first priority. Tunasaidia. Sasa, Mungu atusaidie kila wakati tuwe watu wa kusaidia watu wa Mungu ambao wako katika mahitaji. Pia tuwapokee wageni na tuendelee kuwa na ukarimu. Nikimalizia, Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa kumi na saba uhusiano wetu wa Kikristo katika ushirika wetu tunaambiana, hebu tusome pamoja. Na mheshimu ka, mheshimu, mheshimu wa rais mfalme sawa sawa. <laughs> you may have all your opinions but remember, a king can never sit on the throne asipowekwa pale na na Mungu, lakini ile ningetaka kuzungumza sana, waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu zenu waamini, your fellow believers. Alafu mcheni Mungu. Alafu mheshimu mfalme yaani mheshimu serikali. It's important. Iko katika maandiko maandiko. Maandiko yote yanapumzia Mungu. Amen. Nimemaliza. Ninataka tukibaki pale tuki, tuombe, alafu nitakaribisha wapendwa ambao wametumwa na MPF tuweze watu, watuongoze kwa dakika chache mno ili tuweze kupata pesa za kusaidia Moika.